Katika michuano hii ya vijana wa umri chini ya miaka 20 katika ile ligi ya hatua ya nane bora ya NBC ya kikanda, miamba hiyo inaingia katika dimba hili la Azam Complex katika makala hii ya 14. Na hichi ndicho kikosi cha wekundu wa Msimbazi ama Simba under 20. Kocha ni Mohamed Mrishona akianza na 442 kama kawaida, na hao ni Dodoma Jiji katika kikosi chao na wenyewe wakianza na mfumo wao huo wa 343 kule mbele wakiweka watu watatu. Shughuli hii ya vijana, nam dakika 45 za kipindi cha kwanza, karibu sana, assalamu alaikum. Dimba la Azam Complex Chamazi, Simba dhidi ya Dodoma Jiji katika michuano ya vijana hii, ikiwa ni nane bora ligi ya ligi kuu ya NBC kwa msimu huu anakwenda kutenga mpira lika uzuri kwelikweli, ngoja tuone, anakwenda kuanza fupi huku nafasi kwa Simba, anaingiza chini chini a kule mardadi sana, Rajab Ali kwenda kunyaka Rajab Ali, Ali. Rejesha nzuri hii kwa Krizo, Shija! Mekata ile ah, haya wanarejea tena kiniondosha kule mardadi sana, ilikuwa ni nafasi ambayo E Dodoma Jiji almanusura, Azam Complex tazama, alikwenda kunyanyua ile shija, ukagongwa utosi hivi, mlinda mlango Alexander Rasto, hicho hapo kichwa ambacho cha utosi kile ambacho anaacha kwenda kuzungusha, nafasi inge kwa Dodoma Jiji, kataa kule, kataa yes! Offside, sio matumizi halali, kwenda kukataa kule line tu hiyo hapo kweli, ni dhahiri kwa macho ya nyama bila VAR, alikwenda kunaswa, lakini mlinda mlango alihangaika nayo ile, eh. Joffrey Kasanga penyeza kule nafasi, ndio on target, nafasi ndio on, yes, sasa ni goal! Sasa safari hii imekubali, Kibwana Kondo, Kibwana Kondo, akiwatanguliza Dodoma Jiji, tizama makosa ambayo alikwenda kuwafanya walinzi, akaupokea kwa uzuri kabisa, akiwa peke yake, ni onside. Pasi nzuri kwa Geoffrey Kasanga, akatua kwa Kibwana Kondo, akaimalizia tu, mlinda mlango wa kuweza kuona Alexander Erasto. Dodoma Jiji wakitangulia namna hii eh. karata yao ya kwanza hii leo, Alexander Alexander Joshua. Hey, hey, kapewa mtu godoro huku, fanyiwa madhambi, mwamuzi anasema nini? Anasema ni upande wa Dodoma. He, walimazabibu kibuu kimelia bado Kadi ya njano anaonyeshwa, bwana mdogo Idris Saidi anaonyeshwa kadi ya njano ambaye ameingia kuchukua nafasi ya Abdul Hazari, alikwenda kukataa kufedheheshwa. Darwesh Ahmed, nafasi nyingine kwa Benjamin, jaribisha huku mpira unampalia, lakini hakuna mtu wa Simba pale, wanabaki wenye bado. Nafasi nyingine tena huku namna namna gani, Adolf Ali Isaya anakwenda kujaribisha mlinda mlango, nafasi yake uparaza kwa kukosa kule, ni kona, lakini kauwahi. Hey. Wakati huo ni dakika 45 zimekamilika katika kipindi hiki cha kwanza. Nafasi ambayo walikwenda eh, kuikosa Benjamin Ramadhani. Dakika za mwisho mwisho kwenda mapumziko. Nafasi ambayo walikwenda kuikosa Benjamin Ramadhani eh. haya na dakika 45 za kipindi cha kwanza. Simba dhidi ya Dodoma Jiji, karibu sana uwanja wa Azam Complex, michuano ya vijana chini ya miaka 20 ya ligi ya NBC. mimi ni Juma kinaanguka, tukuwa sote hapa tukiangalia dakika hizi 45. Je, haya napigwa ribani moja kataa kule bila mlango Ali Rajab pati sef alikwenda kutengewa Kadi ya njano inatoka kwa Geoffrey Kasanga, kadi ya njano, alijaribu kufinya ile Athumani Idi. Nafasi ndio, Kibwana Kibwana ingizana, nafasi ndiyo kwa Dodoma Jiji, nafasi ndio, kataa kule mina mlango, anakwenda kuiwahi kule tena. Alexander Rasto kwenda kuadhibiwa tena pale He. Nizama, nafasi ambayo alikwenda kuipata yule yule He, lakini shukran na pongezi ziende kwa Alexander Erasto, mwamba kabisa Yunus Muhammad, sidhani kama watawai kaupita kweli. Ndio Adolf Wali, nafasi ndio Adolf Wali. Adolf, Adolf kwenda nje, lakini nababatiza maamuzi, anasema nikona kadi kapewa Captain. Bila shaka ni Bakari Mondwe no. hiyo hapo ndo wa... Haya, hiyo ndo U 36 eli neema, sio Mondwe. Ni shambulizi hatari sana, ili kadi ya njano hiyo hapo, alikwenda eh, kukita. Yule ni Isaya Nshishi amekula zote, amefatua stendi zote. Uh, sio kampa mzigo mtu ambao hamstahili ameonyeshwa kadi yake, kwamba banachukua hiyo. <laughs> zuri hii, imefika kwa Athumanidi, pasi maridhawa, nafasi kwao. Darwesh, Darwesh anataka kupiga. Darwesh Ahmed ana level scoreboard dakika za jioni. Daruwesh Ahmed anafanya Simba wanapumua sasa. Pasi ilianzia kwa Athumanidi akamwekea Daruwesh Ahmed akachekecha akaona, hapa hapa mlinda mlango Rajabu Ali alitanua amalsh kwapa lile e, lakini haikuweza kusaidia na moja moja namba Simba moja Dodoma Jiji moja, michuano ya vijana, ngoja tuone, dakika za jioni. Jioni anaingiza ndani, kuna nafasi kule, ukapita nafasi kune... maamuzi amefanyiwa madhambi. Alexander Erasto Alexander Erasto, tizama kona ambayo aliingizwa ndani, ukapita bila kupingwa hivi eh, hiyo hapo akaenda anaekewa kule, kule. Kule. Ni Idris Saidi gula gul kushoto anaizungusha kule kataa kule, lakini mlinda mlango kule tena, anasema nini? Madhambi mwamuzi anasema ni madhambi eneo lake, na kadi njano inatoka. Ilitandikwa shuti ile na Idris Saidi akaupitia. Hiyo hapo, koja tuone kadi inakwenda kwa nani. Mlinda mlango alijaribu kucheza ile Eh, yule ni Richard Lihawi. Alfred Mapunda, Alfred Mapunda anaizungusha kule kwenda kwenda nje, kwani goal kick, na dakika 90 zimekamilika katika dimba ila Azam Complex hapa Chamazi Dar es Salaam, katika mchezo wa kwanza kabisa wa ligi ya NBC ya vijana chini ya miaka 20 hatua nane bora, na hili ni kundi ah, kati ya Simba dhidi ya Dodoma Jiji ha, full time Simba moja Dodoma Jiji moja. Mimi ni Juma Kinanguka, hadi wakati mwingine, kwaheri kutoka Chamazi.